Napenda kuwakaribisha katika maonyesho ya kimataifa sabasaba, hasa hasa katika bandari ya TCCIA. Um, TCCIA safari hii kwa maonyesho ya 49 tumekuja na vipao, kipaumbele kimoja, kipaumbele chetu kimoja ni maendeleo ya kidijitali. Kwa nini nasema maendeleo ya kidijitali? Ninamaanisha kwamba ina, TCCIA ina jukumu kubwa la kufanya business facilitation. Na business facilitation, inafanyika hasa hasa kwa vitu vile vikubwa. Cha kwanza ni kuangalia vikwazo ambavyo sio si vya kodi, NTBs. Lakini cha pili ni kutoa certificate of origin, kama kwa Kiswahili unasema kwamba ni cheti cha uasilia. Na sasa hivi TCCIA imekuja na maendeleo makubwa na mafanikio makubwa ya hii certificate of origin. Mwanzoni mfanyabiashara kupata certificate of origin ilikuweza kumchukua mpaka siku tatu lakini sasa hivi TCCIA imekuja na nzuri na, na, na product ambayo tumeweza tume, kudigitalize hiyo process nzima ya kupata certificate of origin, na mifumo yetu sasa hivi ina, inasomana na mifumo yetu ya serikali. Nini maana ya cheti cha uasili ama kwa kigereza ni certificate of origin? Certificate of origin ni, ni hati ambayo inatolewa na serikali ili kumwezesha mfanyabiashara wa ndani ambaye anapeleka bidhaa zake nje ya kutambulishwa kama hii bidhaa imewasilia wake ni Watanzania. Kwa nini tunasema hivyo? Tanzania ina makubaliano tofauti na kanda za biashara, kwa mfano um, kanda ya Afrika Mashariki tuna makubaliano yetu, SADC ambayo ni Afrika Mashariki na Afrika Kusini tuna makubaliano yetu, tuna makubaliano pia na African Free Trade Area. Kwa hiyo mfanyabiashara ambaye anatoa bidhaa Tanzania kupeleka katika nchi husika atapata faida kubwa akiwa na hicho cheti. Kwanza atafaidi punguzo um, la kodi; pili, hata yale ile vikwazo ambayo sivyo za kikodi, ile akishaonyesha ile sertifiketi yake ambayo ndio cheti cha uasilia, katika nchi zote husika ambazo tuna mkataba nayo wanakuwa wanapunguza. Kwa hiyo ni document ambayo ni muhimu mno kwa wafanyabiashara ambao hasa hasa wanatoa bidhaa zetu za Tanzania kupeleka nje ya nchi ya Tanzania. Kwa maana hiyo, mfanyabiashara itamchukua chini ya dakika kumi kuweza kupata hiyo cheti chake cha uasilia. Hii ita, ni, ni, ni, ni hatua kubwa sana kwa chemba na kwa wafanyabiashara wote Tanzania, kwa sababu ita inaongeza, inaongeza productivity ya, ya, ya, ya, ya, ya biashara. Mtu alikuwa anachukua siku tatu, saa hizi dakika kumi aamesha pata zaidi ya hiyo hii certificate sababu imesomana ime, ime, ime, ime na mifumo ya serikali, inakwenda mpaka katika vituo vyetu vyote ambavyo ni vya kiforodha. Kwa hiyo mfanya um, mfanyabiashara hana sababu ya kutoka na, na, na, na, na cheti chake hapa kwenda Manyovu, ili aweze kuwasilisha; atakuwa na mzigo wake akifika Manyovu, cheti kiko pale. Hii inaongeza productivity ya biashara na mfanya biashara mmoja mmoja, lakini pia inaongeza uchumi kwa nchi nzima kwa ujumla. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa wafanyabiashara wote watembelee banda letu waweze kupata um, kupata maelezo ya kina kuhusu hizi huduma tunazotoa, tunazitoa. Tuna huduma nyingi, lakini nimeona niongelee hii kwa sababu ndio imekuja na maendeleo makubwa na mapinduzi makubwa ya kidigitali. Karibuni sana katika banda la TCCIA, karibuni sana katika Chamber of Commerce, asanteni.